katika shirikisho linalosimamia mpira wa miguu barani Afrika CAF, kuhusiana na kuufungia uwanja wa Benjamin Mkapa. Sote tunafahamu kuna taarifa ambayo iliweza kutolewa na shirikisho la soka nchini Tanzania TFF, ambapo wa waliweza kupokea taarifa kutoka CAF kwamba waliufungia uwanja wa Benjamin Mkapa kutokana na uwanja huo kutokuwa katika kiwango bora. Sasa, kwa upande mwingine kupitia Wizara ya Sanaa, Utamaduni na Michezo kupitia katibu wake hapa tukienda kuongelea Gerson Msigwa aliweza kutoka hadharani na kusema kwamba uwanja wa Benjamin Mkapa tayari umeshakamilika, kwa hiyo kilichobakia walikuwa wakiwasubiria wakaguzi kutoka kafu waweze kuja kukagua uwanja huo ili uwe tayari kwa kutumika katika michuano mikubwa inayosimamiwa na kafu ikiwamo mchezo wa Simba FC dhidi ya kikosi cha timu ya soka ya Almasri mechi ya mkondo wa pili hatua robo fainali kombe la shirikisho barani Afrika mchezo ambao umepangwa kuchezwa tarehe tisa mwezi wa nne mwaka elfu mbili na ishirini na tano. Sasa taarifa kutoka CAF ni kwamba wameamua kuufungulia uwanja wa Benjamin Mkapa mara baada ya kuweza kufanya ukaguzi na kujiridhisha viwango vizuri ambavyo kwa upande mwingine viweza kufanyiwa maboresho katika uwanja huo, ambapo taarifa kutoka TFF inasemaje? Inasema hivi, inasema taarifa: shirikisho la mpira wa miguu Afrika CAF limeuruhusu uwanja wa Benjamin Mkapa, Dar es Salaam kutumika kwenye michezo ya robo fainali na nusu fainali ya ligi ya mabingwa Afrika CAF Champions League na kombe la shirikisho barani Afrika CAF Confederation Cup kwa msimu wa mwaka 2024 2025. Na uwanja huo umeruhusiwa baada ya ukaguzi uliofanywa na wakaguzi wa CAF hivi karibuni. CAF inaendelea kufuatilia kwa karibu maboresho yanayoendelea kwenye uwanja huo. Kwa hiyo tunaona hii ni habari njema hususan kwa mashabiki wa klabu ya soka Simba kwa sababu wakati taarifa hii inatolewa, mashabiki pamoja na wadau wengi wa soka wa klabu ya soka ya Simba walianza kuwaa kutafuta kiwanja ambacho wangekwenda kukitumia katika mchezo wao robo fainali. Kwa habari njema ni kwamba kwa sasa Simba Sports Club wameruhusiwa kuutumia uwanja huu wa Benjamin Mkapa, kwa hiyo moja kwa moja katika mchezo wa mkondo wa pili dhidi ya kikosi cha timu ya soka ya Al Masry. Moja kwa moja mchezo huu utakwenda kupigwa katika uwanja wa Benjamin Mkapa. Like video yetu kama umeweza kufurahishwa na taarifa njema, hususan kwa mashabiki wa klabu ya soka Simba kwa uwanja wa Benjamin Mkapa kuweza kufunguliwa, kwa sababu umeweza kukidhi vigezo ambavyo CAF wanavitaka. Kwa hiyo Simba moja kwa moja watakwenda kucheza mechi yao ya kombe la shirikisho pale katika uwanja wa Benjamin Mkapa.